Serikali kupitia NHIF imeweka mpango huu ili kutoa unafuu mkubwa katika upatikanaji wa huduma za matibabu kwa kundi la wanafunzi, na sisi ni mashahidi kwa wanafunzi wetu wengi wanaonufaika na huduma hizi. Hivyo kuwepo kwa bima ya afya ni msaada mkubwa kwao na kuwa na uhakika wa huduma za matibabu. Pamoja na nia njema ya serikali kuanzisha fao hili kwa kundi hili bado mwitikio haujawa mzuri sana kwa sababu mbalimbali, ikiwemo moja ya sababu hizo ni uelewa kwa kundi husika, usimamizi pia ambao pengine hauridhishi kutoka NHIF na uongozi wa vyuo ambao yeye mko mbele yako. Kwa hiyo endapo elimu, uelewa wa pamoja takuwepo baina ya NHIF wakisimamia vizuri mpango huu na nyinyi wakuu wa vyuo mkisimamia na mkawa ni timu moja wenye lengo moja, bila shaka mpango huu utafanikiwa. Kwa hiyo katika kulitatua hili, serikali imekuwa ikitoa maelekezo ya ulazima kwa kundi la wanafunzi kujiunga na bima afya, lakini bado hatujafikia malengo yale ambayo yanakusudiwa pengine kutokana na kutoamini e, kama wanaweza wakapata huduma hiyo, na kumekuwa kunajitokeza usumbufu kutoka kwenye vituo hivi vya bima ya afya ana, wana, kwa maana hawapokelewi vile inavyopaswa jue. Kwa hiyo kwa maelezo ambayo tumeyapata, lakini pia kwa namna ambavyo e, bima ya afya wamejipanga ni kuondoa hii kadhia ambayo vijana e, wetu wanaweza wakaipata siku za lakini ukiangalia bima ya mwanafunzi ni yake haijaisha, lakini system imeshamfungia sasa. Unajiuliza, what is all this for? Alipewa hii bima ya nini? Ukienda nchi nyingine, sisi tulikosoma na kulelewa, bima yako inaisha ile siku hiyo ilisa, ile siku hiyo lipia, ndo tarehe hiyo hiyo bima yako ina expire. Sisi tunaweka mifumo, lakini mifumo yenyewe ni ya kuiga. Unaona tunaitumia hivyo Misa, yani kuulizana sisi kwa sisi. Manufu, sasa jima lakini, dirisha limeshafunga au anatibiwa kwa moja mbili tatu, unaambiwa amesha overseed, kwa hiyo imesha blocked. Sasa unaenda mwanafunzi mmoja pengine amefanyiwa operation, utabeba umpeleke wapi? Sasa na kila mwaka wa fedha au mwaka wa masomo, basi anachangia kiasi hicho hicho ambacho nimekitaja. Bima hii inaweza kutumika akiwa shuleni au chuoni, na anapokuwa likizo au yuko katika mafunzo ya vitendo. Kwa wenye namba za NIDA na au national identification number au vitambulisho vya NIDA, hawa huwa tunaunganisha moja kwa moja mifumo, hawana haja kutengenezewa kanza, wanatumia namba na zao za NIDA. Kwa wale ambao hawana